Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa baad. Ivo baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu na kumtakia rehema penzi chetu mtume wetu khatama anbiai walmursalin Nabi Muhammad ibn Abdillah, ndugu zangu, tunaendelea katika mfululizo wa vipindi vyetu. Baada ya kusha kupokea simu nyingi sana kutoka kwa walimwengu wameniomba kwamba niwafundishe wa, niwa, ni, ni, ni, niwa, niwa kitu kimoja. Wakanambia ni nini siri ya maisha? Mimi najibu moja tu. Nikawaambia siri ya maisha ni hesabu. Siri ya maisha ni hesabu. Kila kitu kinakwenda na mahesabu. Ukiangalia sayansi hesabu. Geography hesabu. Historia hesabu, eh, kila unachokiona hapa duniani kinakwenda kwa hesabu. Hata unapokuwa katika utaratibu wa kawaida, unapotaka kumdhukuru Mwenyezi Mungu ni lazima unakuwa na hesabu. Tukiataja majina ya Mwenyezi Mungu hapa unakuwa na hesabu. Tahariri hesabu. Kila kitu kinakuwa na hesabu. Sasa ni kwa nini nimekuambia hivyo? Wewe unapokuwa na matatizo na yale matatizo yako yakawa yamekukabili kweli kweli, una ufumbuzi una nini, una ni... Angalia taratibu, kutokana na alfabeti zako uangalie majina yako, kwamba mimi majina yangu mangapi na imekuwaje? Sisemei kwamba upige ramli, kwa sababu wako mashudadi mashu, wanaweza wakasema ah ha, hayo si ramli hiyo, hasha lillahi. Ninachokwambia we mwenyewe kujichunguza, lazima unakwenda na hesabu eh? Unataka kujua kwamba leo mimi nyota yangu ni nyota gani, unachukua <coughs> idadi ya hesabu, ndio unazoweza kufanyia kazi. Na utabibu wowote ule duniani ili aitwe dokta au aitwe profesa au aitwe mwalimu, aitwe shekhe, aitwe sijui mchungaji, aitwe nini, lazima atumie hesabu. Bila hesabu hakuna maisha yaliyoko duniani ambayo unaweza ukayapeleka, vinginevyo atakuwa ni maisha ya kuyumba tu maisha ya kuyumba. Kikubwa kabisa katika kila kitu ni hesabu. Ukishajua hesabu na ukazifanyia vizuri ukazipatia, maisha yako yanakuwa ni mazuri sana. Hesabu hizo ukienda nazo na ukazikosea, ah, maisha yako yatakuwa mtihani. Ndio sababu utajikuta unakwenda hivi, unafanya hiki akiendi, unashika hili aliendi Unakuja unasema mi namtaka kudama, unapewa kudama hakusaidii kwa sababu ya wewe hesabu umeshaikosea. <coughs> eh? hesabu umeikosea, inatakiwa unakwenda nayo hesabu. Hesabu inakwenda vizuri, basi ukishapewa hata huyo kudama atakusaidia kutokana na hesabu. We naambiwa kwamba huyu kudama umwite mara tatu kwa ule mtikisiko, anakwambia jina lake ni mara tatu umwite ndani eh? umuite ya chumba eh? umwite ya fulani ya fulani ya fulani sasa unapoona miujiza kwamba kumetokea ishara fulani, basi unakuwa umeogopa na hesabu ile unaipoteza idadi. Matokeo yake ndio kutokufanikiwa. Unaanza kulalama, oh, anakuja lakini hanifanyii kazi. Mimi namuona na hadhiri anakuja ndio, lakini leo kazi hafanyi. Nimemtuma aende akafanya jambo fulani hafanyi. Umekosea hesabu. Kwa hiyo kuwa makini sana na hesabu, na kwa wale wote wanaotaka vifaa hivyo muwe makini na hesabu. Hakikisha unachoambiwa moja ongeza moja, huwezi ukasema ni nne, lazima itakuwa ni mbili. Sasa wewe okay, ukisema ni nne na maana umekosa. Sasa unapokosa kosa la nani eh? Kuna mtu mwingine anaambiwa bwana, hata ukienda hospitali anaambia hii vidonge ni viwili viwili kutwa mara tatu, lakini mtu anakwenda ya anasema ah, wacha ni vinyo vyote sita kutwa mara tatu. Utaweza wapi? Ni vinyo mara moja, basi niende. Ameshakosea hesabu mawili ima kudhurika eh, kama sio kupoteza maisha, ni kudhurika au maisha yake yanakuwa ni mabaya na ni magumu zaidi. Kwa hiyo ndugu yangu, mimi napenda nikushauri na majibu yenu, enyi mliokuwa mkiniuliza, kwamba katika mambo yote ni somo gani ambalo linatakiwa ujifunze zaidi ili uweze kujua mambo ya ndani, uweze kuitwa profesa, uweze kuitwa dokta, uweze kuitwa mwalimu, uweze kuitwa shekhe, uweze kuitwa nani tabibu, uweze kuitwa vyovyote itakavyokuwa, jibu lake ni hesabu. Ukisoma hesabu, ukafuata utaratibu unavyokwenda na hesabu, mambo yako yote yatakuwa mazuri. Kwa hiyo moja kwa moja, na kuombeni tuendelee kwa muda mfupi huu, ili uweze kufuatilia uweze ukaelewa hesabu hizi nazizungumza, ninaashiria nini? Kuna kitu hapa ambacho nitakizungumza katika kipindi kinachokuja kukueleza hesabu hii. Ukifanya moja ongeza moja, jibu lake unalipataje? Je, utahesabu vidole au utahesabu vijiti au utahesabu mawe? Fuatana na mimi ili uweze kuendelea katika kipindi chetu kizuri kabisa, kwa namba iliyotajwa hapo katika chaneli yako, utapiga, utauliza, nitakujibu kwa uzuri kabisa. Wahadha, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.